Karibu sana katika kipindi cha kutafsiri ndoto. Karibu sana popote unanitazama, Mungu akubariki bariki sana. Kama kuna ndoto unayo, naomba niandikie hapo

Karibu sana. Kama kuna ndoto uko nayo niko tu kwa ajili ya kutafsiri ndoto. Tumia muda huu niandikie ndoto yako, unaweza niandikie ndoto yako. Karibu sana. Mimi nasubiri ndoto yako utakapoandika, ntakujibu. Amen. Asante Aaron. Justin Shalom. Rachel Shalom. Gladys Shalom. Arimila, Shalom. Niko hapa kutafsiri ndoto yako. Kwa hiyo kama kuna ndoto unayo, naomba uandike, na wewe ambao maybe kwa mara ya kwanza Usione nimenyamaza ukaanza kusema oh, mbona uje, umenyamaza? Haujajipanga, mimi nimejipanga, nasubiri wewe uandike ndoto yako. Sasa kama utaandika ndoto <laughs> inabidi nitulie mpaka mwandike, maana ni kipindi cha kuwasaidia. Okay, nimeota nimeng'oka me, ni meno za mbele mbili. Nikaota nimeibiwa, nikaota niko shambani. Rachel Ega, angalia kwa video zangu. Nini maana ya kuota umeng'olewa meno ama meno imeng'oka? Hiyo ipo ipo tena, nitakueleza nimefafanua, kwa mapana. Ila sasa kuona ni meno ya mbele, unapoteza ujasiri, unapoteza ujasiri wako, unanyang'anywa ujasiri, ama pia ikawa kuna mtu wa maana sana kwako, mtatengana na watu wataondoka kwa maisha yako. Hiyo unahitaji kuwa mwangalifu, kwa sababu inaweza ikawa ni mashambulizi. Alafu pia kuibiwa ni mbaya, ni roho inakurudisha nyuma, inataka kukushusha. Aha, kuona uko shambani una, uko shambani unafanya nini? Kama unalima ama unapanda basi, ni majira unazungumzia, unahitaji kuwa na uvumilivu kwa kile unachokifanya, muda sio mrefu utakuja kuvuna.

Haleluya. Josephine, unasema niliota bosi wangu anani, ananiambia niende kumwangalizia nyumba yake yeye yeah, anasafiri. Nilipofika kwake, chumba kilikuwa kichafu, nikaanza kufanya usafi, nikatoa mashuka kitandani machafu, nyingine nikaenda aa, kuanika zilikuwa nzuri. Nafikiria ntafanya video nyingine ama somo nyingine kuhusu unapoosha vyombo na kufua, kisha ukaona zimekauka vizuri. Nafikiria ntaifanya muda sio mrefu ila Joseph, ndoto yako ni nzuri. Namba one inaweza ikawa unazungumziwa, wahitaji ku I mean, kusimama kwenye gap kwa ajili ya hii familia ambao uko ndani yake. Nyumba ni chafu, unapoona uchafu inamaanisha kuna nguvu za giza, kuna laana kuna vitu haviko sawa. Sasa wewe unaona kufagia ni kuviweka kwenye mpangilio. Another thing kuona mpaka unaenda unatoa mashuka kitanda ni kumaanisha Mungu anataka uombee uombe, ile ndoa, ombee ile ndoa ili iendelee kuwa safi na kukaa katika msingi mzuri. Mungu amekuweka hapo kwa makusudi. Arimila nasema nimeota, mjomba anani, ananiaga, ananiambia amepata kazi, nikamuuliza familia, akaniambia bibi na mtoto wake anaenda nao. Hii familia ingine haina maana, kama anaweza kuwa na shida na hawamsaidia. Akasema atajenga huko. Well, ni kuonyesha kuna kuna mabadiliko yanakuja kwa mjomba, kuna kitu ama kiwango kingine anaenda. Ikiwa mlikuwa sawa naye, basi kuna jinsi Mungu anavyoenda kumuinua sawasawa. Kwa hiyo endelee kumwombea. Ah. Nafikiria ari inawezekana, ni mtandao inawezekana kuwa ni mtandao. Nimeota niko shule ya zamani na pika stew haikuwa, hakukuwa na chumvi nika, nikaenda kununua nikakuta chumvi ime imekuwa mahali kwa njia, nikachota vijiko viwili, nikasema hii ingine niweke vizuri mahali, itaweza saidia wengine. Kitu cha kwanza, chumvi inasimamia agano. Jambo la pili, chumvi tunajua ni, ni ladha. Jambo la tatu, chumvi inahifadhi. Ukichukua nyama hata kama utaipika umwagie chumvi, basi ile nyama ita, ita, itaweza kukaa kwa masiku. Kwa hiyo hapa kuona ya kwamba amna chumvi, unaenda kutafuta Mungu, anakuzungumzia kwamba mambo nayafanya, wacha yawe na test, yawe na ladha. Fanya vitu ambavyo vitakuwa na ladha ambaye hata mtu akiona anaona kweli una bidii Elizabeth, unasema aha, nimeota naenda mahali but I'm asking a certain man I met there to show me the way hataki, then kule na, naenda ni giza, but nikaona kuna kamzee mbele nikasema lazima ni ni hapo, nikapita mbio nikafika, baadaye naona aha, uh, naona niko kwa boma, naona ng'ombe tatu zimefungwa vichwa pamoja, haifurahishi. Nikapita nikaona ukuta imeandikwa, you are the nice woman. Kwa nyumba kuna mahindi mbichi, kukawa tunachoma na kuna zingine zime zimevurongera sana. Hii inaonyesha kuna utofauti, kuna mabadiliko yanayokuja kwa maisha yako. Kuona unatafuta njia unakosa, ni kukosa direction ni kukosa direction. Napoona mtu hakuelezi kama vile unavyosema, sio nzuri. Giza hapa ni, ni ufalme wa giza. Una, unaelewa hii ni principality ambao unaiona, kumaanisha kwamba kuna principality ama kuna vita fulani unapitia. Adui anataka kukuweka kwenye majira ya kuwa kwenye giza ili usiweze kuona mwanga, ijapokuwa maandiko yasema uh, uh, nuru inang'aa gizani. Kwa hiyo kwenye giza humo ndani yake, naomba nuru ikaweze kung'aa katika jina la Yesu Kristo. Sasa hawa ng'ombe wawili ambao umeona wamefungwa vibaya ambaye hairidhishi inawezekana kama ulikuwa unawahurumia inawezekana ikawa ni baraka zako zilizofungwa ama ni adui zako wamefungwa kwa hiyo ndio maana unaona mwisho kabisa unaona mahindi mnakula na wengine wamevuna kwa hiyo inakuzungumzia kuna kuna baraka mbele kuna baraka mbele aleluya glori nasema niliota anafanya mazoezi yangani Uh, natumia mikono ku balance nikampa mtoi, um, simu anitoe, uh, uh, uh, anitoe video kushuka. Nikapata anti amekuja kibarua kwetu, alime na kupanda sweet potato. Real life anti ni adui yangu, please uh, ndoto inaashiria unafika, be careful, kuna wakati utafika, ni wakati ambapo maybe kutakuwa na utulivu kwa maisha, utakuwa unafurahia. Bas basasa hapa, yeye anapokuja kuwapia aa, aa, anakuja kibarua, angalia sana asije kuharibu. Anaweza kuja kwa njia ya kwamba ako na shida, akona shida, but be careful, asije kutumika kuharibu kile ambacho ni chako. Kwa hiyo unapaswa kuwa mwangalifu sana. Niliota. Shalom baba, niliota nimebeba begi zito Uh, ninapan, ninapandisha kwenye barabara ya vumbi, mara natafuta sendo zangu nivae, sizioni, mara nimevaa fuko la lailoni la, la okay, hadi nguo ya ndani ina- inaonekana, mara gauni limeungua. Hii ni roho ya aibu. Kuna jambo adui anataka kuileta kwa maisha yako, itakuletea aibu. Unahitaji kukataa. Na pia kukosa sandal zako ni ishara kwamba adui anataka kukunyima nafasi ama anataka kushambulia afya yako. Kwa hiyo nakuombea Mungu akakusaidie, Mungu akakusaidie katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Niliota na kanisa kubwa sana, nikaona mzungu pale ananilalia bega na upendo ni nzuri inakuzungumzia tabi. Kama haupo kwenye ndoa, basi ni majira, Mungu anakuandaa kuingia kwenye ndoa, unaingia kwenye ndoa. Naomba ukaweze kulike, naomba ukalike tu, waweza kulike na unaweza ukashare, tuma link kwa wengine pia. Niliota bosi na bradha yake nikiwaletea chakula. Hii uliniandikia was it jana ama juzi? Nilijibu hii, tabii hii nilishajibu uliandika, na nikakwambia sana, nikakwambia tia bidii kwa kile unachofanya pasipo ubaguzi. Baba, nimeota mvua kubwa inanyesha, alafu mimi nilikuwa natembelea hiyo maji miguu tupu na sikuwa na ma matope na nilikuwa nimebeba mtoto wa rafiki kwa mikono. Ongera sana, unapoona mvua inanyesha na haina madhara, utabarikiwa kiasi kwamba utaextend baraka hii hata kwa wale wengine ama kwa rafiki yako, utakuwa wasuluhisho. Ndoto yako ni nzuri, Masi Kariuki. Inaashiria baraka, Mungu anaenda kukubariki. Amen. O Lord, my God, how excellent is your name. Hallelujah. Aleluya. Wao naye nitumia ndoto kwa WhatsApp, sitakujibu maana niko hewani. Wapaswa kuniandikia hapa, mdau. Alafu baba naomba tu mwezi ujao nitachangia hii sapoti yetu, manake mimi napokea. Usijali uh, Elizabeth, hii hata zikusumbue uh, ni moyo wako, uko kwenye grup, upo kwenye grup. Kwa hiyo unapofika mungu anapokubariki wewe, fanya usisumbuke, wala usikose amani kwa ajili ya hili. Naomba nifute hiyo meseji yako kwa sababu tiari ulishafanya gana. Mungu isikusumbue, muda tu umepata uta support, sawa hi yeah. aipaso wata kukuangaisha, ikifika muda umepata support. You see, watu wana watu hawafanani, siku za watu ni tofauti. Sasa kama unapata mwisho wa mwezi, vumilia usikuumize maybe, unapoona wengine wanafanya, muda wako utakapofika utafanya. Kwa hiyo pata amani, usisumbuke. Nimeota bibi mzababu, nimelala naye kitandani kwangu, analia na mimi nikawa namwambia mbona sifanikiwi, akasema amka usiku uombe maombi ya vita, lakini alishafariki. Hii ni nzuri Niliwahi wafunza, sio ndoto zote kuhusu wafu ni mbaya. Kuna nyingine inaweza ikawa kuna ujumbe unapewa, kama ya kwako. Umeuliza kwa nini sifanikiwi, amekwambia amka usiku uombe maombi ya vita, kumaanisha upo kwenye vita, ni wewe hujatambua. Ili uweze kutoka kwenye hali unayopitia inahitaji utangaze vita kwa hiyo fata mashauri uliopewa, ingia kwa maombi ya vita. Fanya maombi ya vita, adui aachilie kile ambacho aliki alikunyang'anya. Bibilia inasema amemeza mali naye atatapika. Kwa hiyo ni vita. Bibilia inasema kutoka wakati wa Yohana mbatizaji hadi wa leo, ufalme wa Mungu unang'ang'aniwa na wenye nguvu, wanauteka. Kwa hiyo hii ni vita. Sasa ushapewa ushapewa mwelekeo ama mwongozo, unahitaji kuomba maombi ya vita, spiritual warfare, ili uweze kushinda adui ambao wamekuwa kinyume na wewe. Sawasawa. Haleluya.